Msome mekajaga kuzurula, msome tuko kwenye treni hapa dubenga, safari ya London kwenda kumsapoti lukuga, hakuna namna yoyote ebana star muziki kutoka hapa hapa nchini Tanzania Damo Platinum, ameonekana kwamba yeye, baada ya kuweza kusafiri, ni kwamba familia yake, mama Dangote Esma Platinum eh, baba Levo pia, ambaye yeye hupenda kujiita kwamba ni mtoto wa Damo Platinum, naye ameonekana yupo safarini kabisa kwa ajili ya kuweza kuona e bana, show ya Damo Platinum. Pia kumsupport Damo Platinum kwa sababu amekuwa na show tatu eh, bana mfululizo kwenda kuzifanya huko London. Sasa eh, bana ameonekana pia, hata pia Kim Kaido ambaye yeye amekuwa ni msimamizi wa Wasafi pale YouTube pia amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanahusika na kujenerate zile YouTube, lakini pia kujenerate baadhi ya video tofauti tofauti kuzipakia, lakini pia kuzisimamia e bana, kazi tofauti tofauti za Wasafi kule kwenye mtandao wa YouTube. Amekuwa ni moja kati e, e ya watu ambao wana utaalamu kwenye mambo hayo. Sasa ni kwamba wameonekana wakiwa pamoja kabisa, mama Dangote, Esma Platinum, Kim Kaido, Baba Levo, wakiwa pamoja e bana, kwenye safari ya kuelekea London kuweza kumsupport Diamond Platinum. Sasa Diamond Platinum kama unavyofahamu kwamba atakuwa na show tatu za kuweza kuzifanya huko London. lakini e, Zari, yeah, yeah, aliweza kugoma kwamba hawezi kuenda, lakini hawezi kwenda pengine Tifa pamoja na Nilan wataweza kufika katika e, mida hii hapa hii siku hizi anaweza akafika e, Tifa pamoja na Nilan e, kwa ajili ya kuweza kumuona babake Damo e, Platinum. Sasa Damo Platinum ameweza kuonekana kama ni moja Jukes, lakini pia Omi Dimples, aliweza kutangulia naye pale, lakini waliopo njiani sasa hivi ni Mama Dangote, Esma Platinum pamoja na Baba Levo Kim Kaido watakuwepo pale na eh, pengine labda tutaweza kumuona eh, mtoto wa Damo Platinum Tifa pamoja na Nilan wataweza kufika eh, pale kwa ajili ya kuweza kuona performance ya eh, Damo Platinum. Na Damo Platinum bana ameonekana kuwa ni moja kati ya watu ambao wanazidi kufanya makubwa kila siku inapoitwa leo na kupitia Diamond Platnumz inaweza ikaacha legacy kubwa sana kwa yeye kwa katika muziki wake, lakini pia kufungua milango ya baadhi ya mastaa kutoka East Africa kwamba wakazidi kuaminika. Kozi itakuwa ni show ambayo Diamond Platnumz ataweza kufika hata katika viunga vya Manchester kule na kuweza kukiwasha kinoma noma, so ameweza kufika na kwenda kufanya sound checking e bana, katika moja ya jukwaa ambalo lipo huko London na baadhi ya mastaa ambao waliongozana nao, ilionekana kama vile kuendelea kuwafungulia milango akiwa kama ndio top artist akiwa kama ndio list ebana musician kutoka hapa hapa nchini Tanzania. So kwa upande wako ambaye ni mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, e bana uko na mtazamo gani kuhusiana hisi tushe nzima ya Diamond Platnumz pamoja na familia yake kuweza kusafiri ikiwa ni kama ndo mara ya kwanza kwa Diamond Platnumz kuweza kusafiri na umati mkubwa kabisa wa ndugu zake, e bana, kuweza kufika kwenye show yake kuweza kumuona akiwa anafanya performance, e bana kwenye stage ya huko London? Tupe mtazamo wako kwenye uwanja comment hapo, usiache kusubscribe e bana utakuwa umetisha kinoma noma. Chao chao.